Kuna nyakati moyo unakuwa mzito, unaamka, lakini hujihisi kuwa na nguvu za kuswali. Unasikia kama sala ni mzigo, lakini bado unajilazimisha, unainuka, unaosha uso kwa maji ya baridi, unasimama mbele ya Allah huku moyo wako ukiwa umechoka. Na subhanallah, Allah anaona yote hayo. Allah amesema katika Quran: na bila shaka Mola wako ndiye anayejua vyema ni nani anayemwogopa yeye na ni nani aliyeongoka. Hata pale unapohisi upweke au moyo wako umepoa, kila sajda unayolazimisha, kila takbiri unayopambana nayo ni ushahidi wa mapambano yako na nafsi yako. Wengine wanafikiria ibada ni rahisi kila siku, lakini ukweli ni kwamba hata waja wema walipitia nyakati kama hizi. Imani haiko sawa kila siku, mara nyingine inapaa juu kama nuru na mara nyingine inazama kama jua linalotua. Lakini siri iko hapa, usikate tamaa. Hata ukiswali huku ukihisi huna nguvu, hiyo sala inabeba ushahidi wa upendo wako kwa Allah. Kumbuka, sala sio tu ibada ya wakati wa furaha. Ni pia nguzo ya moyo uliojeruhiwa, ni sehemu ya kutulia, hata kama huoni utulivu huo mara moja. Kila unapopiga goti kuna malaika wanaandika, mtumwa huyu alijilazimisha kuswali kwa ajili ya mola wake. Na siku ya Kiyama, hayo machozi, hiyo huzuni na hiyo juhudi zitakuwa nuru mbele yako. Usijione dhaifu, kwa sababu mapambano yako ni ushindi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, amali zinazopendwa zaidi kwa Allah ni zile zinazofanywa kwa kudumu, hata kama ni chache. Hadithi Bukhari na Muslim. Kwa hiyo endelea. Sujudu hata kama machozi yanakataa kutoka. Simama hata kama moyo unahisi mzigo. Kwa sababu Allah anaona. Na yeye ndiye mjuzi wa siri za nyoyo. Wakati unajilazimisha kuswali, unajenga uhusiano wa kweli, si kwa urahisi, bali kwa subra. Na huko ndiko Allah hupenda kukuona. Moyo wako unaweza kuwa mchovu leo.